Ikiwa we ni mmoja wapo kati ya wale watu ambao wanaamini uh, kwamba hauna bahati sana ulimwenguni, basi uh, jipige moyo konde, alafu sema bwana, mimi nina bahati na nitakiwa nisonge mbele, kwa sababu kuna historia ya bwana mmoja ambaye anaitwa Walter Summerford. Huyu anaitwa unluckiest man in the world, yani anasemekana kwamba ni mwanaume pekee ambaye hakuwa na bahati duniani, kwa sababu mwamba maisha yake yote alikuwa anakutana na radi, na hata baada ya kufariki pia kaburi lake lilikuja kupigwa tena na radi. Sasa twende pamoja ili nikupe stori hii nzima ya Bwana Walter Summerford. Walter Summerford alikuwa afisa wa jeshi la Uingereza ambaye alitokea kwenye familia inayojiweza kiuchumi na ndiye aliyepewa mamlaka ya kusimamia jeshi la Uingereza wakati wa vita ya kwanza ya dunia. Kabla ya maandalizi Walter Summerford uh, alienda nchini Ubelgiji kwa ajili ya kujipumzisha ili aweze kupanga mbinu zake za kivita. Akiwa mapumzikoni, aliamua kuchukua farasi wake na kwenda kutembea. Mara ghafla ikatokea radi kutoka hata pasipojulikana na kumpiga Walter Summerford. Tukio hili lilimfanya bwana huyu asiende tena kupigana vita, maana aliparalyze kuanzia sehemu ya kiuno mpaka kwenye unyayo. Hapo sistemu yake nzima ya maisha ilianza kubadilika na akawa anatembea kwenye wheelchair, yani viti vya walemavu. Na baada ya kuanza kupata afadhali tena, mwaka 1924 Walter Summerford aliamua kwenda nchini Canada kuanza maisha upya, na huko alianza kuwa mvuvi hodari wa samaki kwa kutumia ndoano, ambapo huko alianza kushiriki baadhi ya mashindano ya uvuvi yaliyokuwa yanafanyika nchini Canada, na aliibuka mchini kwenye mashindano yote ambayo alishiriki. Sasa wakati yuko vizuri kabisa, siku moja Walter Samaford akiwa anafanya shughuli zake za uvuvi akiwa amekaa chini ya mti, mara gafla ule mti ambao alikuwa amekaa chini yake kwa ajili ya kivuli ulipigwa na radi, lakini bahati nzuri kwake ni kwamba nguvu yote ya radi iliishia kwenye mti, ila aliangukiwa na matawi ya mti. Nakumbuka hii ilikuwa ni siku yake ya pili tu mara baada ya kuanza kutembea vizuri baada ya ile ajali yake ya mara ya kwanza ya radi, lakini miaka sita baadaye, yani mwaka elfu moja mia tisa thelathini Walter Samaford akiwa kwenye matembezi yake katika mojawapo ya bustani Hali ya hiyo ilibadilika ghafla na mara tena radi ikatokea kwa siko julikana. Hii ilikuwa ni mara ya tatu, na safari hii radi ilimpiga mwili mzima na aliparalaizi kuanzia kwenye kichwa mpaka kwenye unyayo. Na kuanzia hapo alianza kutumia madawa mbalimbali ili kumsaidia, lakini hakuweza kupona mpaka mwaka 1932 alipopoteza maisha. Lakini hata baada ya kifo chake radi bado iliendelea kumwandama ambapo miaka minne baada ya kifo chake, yani mwaka 1936 radi ilipiga kwenye kaburi lake lililokuwa milimani huko maeneo ya Vancouver, na ilisambaratisha jiwe gumu ambayo ilikuwa imewekwa juu ya kaburi la Walter ili kuonyesha jina, tarehe na mwaka ambao wamefariki, yani jiwe lilichongwa kuonyesha kila kitu kuhusiana na Walter Summerford. Lakini baadhi ya ndugu zake wa karibu pamoja na marafiki zake walisema kwamba ndugu yao alikuwa na laana ambayo hawaijui imetoka wapi, kwa sababu ile halikuwa jambo la kawaida kwa mwanadamu kwamba kupigwa na radi mara tatu, lakini hata baada ya kifo kaburi kupigwa tena na radi. Kwa hiyo kama ulikuwa unajihisi wewe ni mtu ambaye hauna bahati duniani, basi ndugu yako ya atakuwa huyu Walter Summerford, unlucky man in the world.